Kulikuwa na kijana mmoja anayeitwa Juma. Juma hakuwa na mali, hakuwa na gari, wala hakuwa na kazi ya maana. Alikuwa anaishi maisha ya kawaida sana, akifanya vibarua vya hapa na pale ili apate chakula cha siku. Lakini ndani ya moyo wake, Juma alikuwa na kitu kimoja cha thamani sana: upendo wa dhati. Upendo wake ulikuwa kwa msichana mmoja mzuri aitwaye Amina. Amina alikuwa mtoto wa tajiri mkubwa mjini. Baba yake alikuwa na kampuni kubwa ya ujenzi, magari ya kifahari na nyumba ya kifahari iliyokuwa ikivutia kila aliyepita. Amina alisoma shule nzuri, alivaa nguo za gharama kubwa na aliheshimiwa na kila mtu. Lakini Juma hakupenda mali za Amina. Alimpenda Amina mwenyewe. Alipenda tabasamu lake, sauti yake na jinsi alivyozungumza kwa upole. Kila alipomwona, moyo wake ulijaa furaha. Alitamani siku moja awe mume wake, wajenge maisha pamoja, hata kama wangeanza chini. Juma alikuwa na ndoto kubwa. Alijua hana pesa leo, lakini aliamini kesho yake inaweza kuwa bora. Alikuwa na mpango wa kujifunza biashara, kuanzisha kampuni na kusaidia familia yake. Lakini tatizo kubwa lilikuwa hali yake ya kifedha. Kila alipofika nyumbani kwa Amina, walinzi walimwangalia kwa shaka. Marafiki wa Amina walimcheka kimya kimya, na familia ya Amina haikumwona kama mwanaume wa maana. Kwao Juma alikuwa maskini tu, hakuwa na future mbele yao. Siku moja Juma aliamua kusema ukweli wa moyo wake. Alimkuta Amina bustanini akiwa amekaa kwenye kiti cha kifahari akinywa juice. Kwa sauti ya heshima na upendo, Juma alisema, Amina, nakupenda sio kwa sababu ya pesa zako, bali kwa sababu ya moyo wako. Natamani uwe mke wangu siku moja. Amina alimwangalia Juma juu hadi chini, aliona viatu vyake vilivyochakaa, nguo zake za kawaida, na mikono iliyochoka kwa kazi za vibarua. Amina akavuta pumzi, kisha akasema kwa sauti ya baridi, Juma, wewe ni mtu mzuri, lakini siwezi kuolewa na mtu asiye na pesa. Mimi nimezoea maisha ya juu. Wewe huwezi kunipa maisha haya. Maneno hayo yalimuuma Juma moyoni kama kisu, lakini hakujibu kwa hasira. Alitabasamu kwa huzuni and kusema, sawa Amina, lakini kumbuka, si kila maskini hubaki maskini milele. Amina aligeuka na kuondoka, akimwacha Juma akiwa peke yake, macho yake akiwa yamejaa machozi. Lakini ndani ya moyo wa Juma kulikuwa na moto mpya, moto wa kubadilisha maisha yake. Na hapo ndipo safari ya kweli ilipoanza. Baada ya Juma kumtamkia Amina hisia zake za dhati, hakujua kuwa yale maneno yangemfungulia mlango wa maumivu makubwa zaidi maishani mwake. Siku chache baadaye, Amina alimwambia Juma aje nyumbani kwao. Juma alidhani labda Amina amebadilisha mawazo, labda ameona upendo wake wa kweli. Alivaa shati lake safi zaidi, akasafisha viatu vyake vilivyochakaa na akaenda kwa matumaini makubwa. Lakini alichokutana nacho hakikuwa mapenzi, kilikuwa dharau tupu. Amina alikaa sebuleni pamoja na mama yake, baba yake na baadhi ya ndugu zao. Juma aliposimama mbele yao, alihisi kama yuko mahakamani. Amina akasema kwa sauti kali, Juma, nataka uwe wazi leo. Mimi siwezi kuolewa na mtu asiye na future. Sina muda na wanaume maskini. Maneno hayo yaligonga masikio ya Juma kama radi. Mama wa Amina akamwangalia Juma na kusema, wewe una nini cha kumpa binti yetu? Huna kazi, huna pesa, hata nyumba huna. Baba yake Amina akaongezea kwa dharau, katika familia yetu hatuolewi na watu wa vibarua. Amina anastahili mwanaume wa kiwango chake. Ndugu wa Amina waliinuka na kuanza kucheka, angalia viatu vyake! Unataka kuwa tajiri wewe maskini una ndoto kubwa kuliko uwezo wako. Juma alisimama kimya, kifua chake kilikuwa kizito, macho yake yalikuwa yanawaka machozi, lakini bado alizungumza kwa heshima, najua sina pesa leo, lakini nina moyo wa kweli, naamini naweza kuwa bora kesho. Lakini Amina akacheka kwa dharau, kesho yako haiwezi kulipa maisha yangu ya leo. Hapo ndipo baba wa Amina akasimama na kusema kwa sauti kali. Juma, tafadhali ondoka. Usirudi tena hapa. Familia yetu haihitaji watu wa aina yako. Maneno hayo yalimuuma Juma zaidi kuliko kipigo chochote. Alitoka nje akiwa na moyo uliovunjika. Watu waliendelea kucheka nyuma yake. Milango ilifungwa. Njiani mvua ilianza kunyesha. Mvua haikumuumiza kama maneno yale. Alisimama chini ya mti, machozi yakichanganyika na mvua. Kwa mara ya kwanza Juma alilia kama mtoto. Lakini katikati ya maumivu hayo, alizungumza na nafsi yake, hawajanikataa kwa sababu mimi ni mtu mbaya, wamenikataa kwa sababu mimi ni maskini. Baada ya kufukuzwa nyumbani kwa Amina kama mtu asiye na thamani, Juma hakurudi nyumbani moja kwa moja Alitembea peke yake barabarani, usiku ukiwa umeshuka, taa za magari zikimulika macho yake yaliyojaa machozi. Kila hatua aliyochukua ilihisi kama mzigo mzito moyoni. Maneno ya Amina yalikuwa bado yanamuuma masikioni, siwezi kuolewa na mtu asiye na future, sina muda na wanaume maskini. Na sauti ya baba yake iliongezea maumivu, familia yetu haihitaji watu wa aina yako. Juma alikaa kwenye benchi la bustani Akainamisha kichwa chake na kuanza kujiuliza, je, mimi sina thamani kwa sababu tu sina pesa? Machozi yalitiririka bila kujizuia, lakini katikati ya maumivu hayo, sauti nyingine ilianza kuzungumza ndani ya moyo wake, sauti ya matumaini. Akasimama polepole, akavuta pumzi ndefu na kusema kwa sauti ya chini lakini yenye nguvu, ndiyo, leo mimi ni maskini, lakini sitabaki hivyo milele. Alikumbuka ndoto zake za zamani. Alikumbuka jinsi alivyotamani kubadilisha maisha yake. Alikumbuka kwamba alikuwa na akili, nguvu na moyo wa kupambana. Akasema tena kwa uthabiti, siku moja nitakuwa tajiri, sio kwa ajili ya kulipiza kisasi, bali kwa ajili ya kujithibitisha. Kuanzia siku hiyo, Juma aliacha kulalamika, akaanza kujifunza. Alienda maktaba kusoma vitabu vya biashara, aliangalia video za ujasiriamali Aliuliza maswali kwa watu waliokuwa na mafanikio. Mchana alikuwa anafanya kazi za vibarua, usiku alikuwa anajifunza. Wakati wengine walikuwa wanalala, Juma alikuwa anaota ndoto akiwa macho. Kulikuwa na siku alikosa chakula, kulikuwa na siku alilala njaa, lakini hakuwahi kulala bila ndoto. Alijua safari haingekuwa rahisi, lakini aliamua kuwa imara. Kila mtu aliyemcheka kila aliyemdharau alimgeuza kuwa sababu ya kupambana zaidi. Badala ya kulipiza kisasi kwa maneno, alichagua kulipiza kisasi kwa mafanikio. Moyo wake ulianza kubadilika, maumivu yakageuka kuwa nguvu, aibu ikageuka kuwa motisha. Juma hakuwa tena yule kijana aliyelia chini ya mti. Sasa alikuwa mwanamume mwenye mwelekeo, malengo na nidhamu na bila yeye kujua hatua zake ndogo zilikuwa zinampeleka kwenye mabadiliko makubwa. Safari ya umaskini kuelekea utajiri ilikuwa imeanza rasmi, na hii ilikuwa bado mwanzo tu. Hakujali aibu, kile alichojali ni kupata pesa halali na kujifunza. Usiku ulipofika, wakati wengine wamelala, juma alikuwa na daftari lake dogo na simu yake ya kawaida alikuwa anatazama video za biashara, akisikiliza mafunzo ya ujasiriamali na kusoma hadithi za watu waliotoka kwenye umaskini na kufanikiwa. Alijifunza kuhusu biashara ndogo ndogo, uwekezaji, nidhamu ya fedha, jinsi ya kuanza kutoka sifuri. Siku moja Juma aliamua kuchukua hatari ya kwanza. Alitumia akiba yake ndogo kununua bidhaa na kuanza kuuza mitaani. Haikuwa rahisi wateja walikuwa wachache, faida ilikuwa ndogo, na wakati mwingine alirudi nyumbani bila hata shilingi elfu moja. Lakini hakukata tamaa. Kulikuwa na siku alifanyiwa dharau na wateja, wewe hujui biashara, bidhaa zako si bora. Kulikuwa na siku alidanganywa na washirika wa biashara, kulikuwa na siku alipoteza pesa. Lakini badala ya kulia, Juma alijifunza. Kila kosa lilimfundisha somo kila hasara ilimpa hekima, kila changamoto ilimjenga zaidi. Polepole biashara yake ilianza kukua, alipanua wigo wa bidhaa, alipata wateja wa kudumu, alianza kuona mwanga wa matumaini. Lakini safari haikuwa laini. Wakati mwingine familia yake ilimwambia Juma, acha hizi ndoto, tafuta kazi ya kawaida lakini Juma alijibu kwa tabasamu, ndoto zangu si za kawaida, kwa hiyo safari yangu pia si ya kawaida. Aliendelea kusonga mbele, alianza kuweka akiba, alianza kuwekeza kidogo kidogo, alijifunza jinsi ya kuzungumza na watu wakubwa wa, wa biashara. Kila siku Juma alikuwa anajijenga kimwili, kiakili na kifedha, na japo bado hakuwa tajiri, hakuwa tena yule kijana aliyedharauliwa. Sasa alikuwa kijana mwenye mwelekeo, nidhamu na maono makubwa. Na bila yeye kujua, safari yake ilikuwa inamkaribisha kwenye mafanikio makubwa zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Miaka kumi ilipita kama upepo, miaka kumi ya jasho, machozi, kukataliwa na kupambana bila kuchoka. Na hatimaye, Juma hakuwa tena yule kijana maskini wa kubeba mizigo sokoni. Sasa alikuwa mfanyabiashara mkubwa. Juma alimiliki kampuni iliyojulikana kwa ujenzi na uwekezaji alikuwa na majengo, magari ya kifahari na akaunti za benki zilizojaza namba ambazo hakuwahi kuziona maishani mwake. Lakini zaidi ya yote alikuwa na heshima. Alipoingia kwenye mikutano ya biashara, watu waliinuka kumsalimia. Alipozungumza, watu walisikiliza. Jina lake lilikuwa limeandikwa kwenye magazeti na mitandao ya kijamii. Lakini mafanikio haya hayakuja kwa bahati, yalikuja kwa sababu ya namtu yeyote kujaza maobia Nidhamu, subira, kujifunza bila kuchoka, kushindwa mara nyingi bila kukata tamaa. Juma alikumbuka siku alizolala njaa, alikumbuka siku alizochekwa, na alikumbuka ahadi aliyojipa: siku moja nitakuwa tajiri, si kwa ajili ya kulipiza kisasi, bali kwa ajili ya kujithibitisha. Na sasa ahadi ile ilikuwa imetimia. Alikuwa na magari ya kifahari yaliyong'aa barabarani alikuwa na nyumba nzuri zilizovutia kila aliyepita, lakini bado moyo wake ulikuwa mnyenyekevu. Hakuwa mtu wa kujionyesha kwa dharau, hakuwa mtu wa kuwadharau maskini. Badala yake, aliwasaidia vijana waliokuwa wanapitia alichopitia. Aliwaambia, kama mimi niliweza kutoka chini kabisa, na wewe unaweza. Juma alijua kuwa mafanikio ya kweli si pesa tu, bali pia kuinua wengine. Lakini maisha yalikuwa bado yanaandaa somo kubwa zaidi kwake kwa sababu mbali na mafanikio yake, kulikuwa na familia moja iliyokuwa inapitia wakati mgumu sana, familia ya Amina. Na bila Juma kujua, hatima yao ilikuwa karibu kukutana tena. Safari haikuwa imeisha, ilikuwa bado inachukua mwelekeo mpya. Wakati Juma alikuwa akifurahia mafanikio yake makubwa, maisha hayakuwa yakimtendea wema kila mtu. Upande mwingine wa mji Kampuni ya baba wa Amina iliyokuwa ikijulikana kama moja ya kampuni kubwa na tajiri zaidi ilikuwa inaanza kuporomoka polepole pole. Zamani, jina la baba wa Amina lilikuwa likitajwa kwa heshima. Alikuwa na mikataba mikubwa, miradi ya mamilioni na wateja waliokuwa wanapigania kufanya naye biashara. Lakini sasa hali ilikuwa imebadilika. Madeni yalianza kuongezeka. Mikataba ikaanza kufutwa. Wateja wakaanza kukimbia. Kila wiki barua za benki zilikuwa zinaingia ofisini: taarifa ya madeni, taarifa ya onyo, taarifa ya hatari ya kufungwa. Wafanyakazi walianza kucheleweshwa mishahara. Baadhi walifukuzwa kazi. Ofisi zilianza kuwa kimya, bila kelele za mafanikio ya zamani. Amina, aliyekuwa amezoea maisha ya kifahari, alianza kuona mabadiliko makubwa nyumbani. Magari ya kifahari yakauzwa, safari za nje ya nchi zikakatwa na hata matumizi ya kila siku yakaanza kupunguzwa, lakini jambo lililomuumiza zaidi Amina si kupotea kwa pesa, ilikuwa ni kuona baba yake akivunjika moyo. Baba yake alianza kukaa kimya sana, alipoteza usingizi, alikuwa anawaza mchana na usiku. Kila alipofungua kompyuta yake, aliona namba nyekundu za hasara, kila alipoongea na wafanyakazi, aliona hofu machoni mwao. Siku moja Alikaa peke yake ofisini akiinamisha kichwa na kusema kwa sauti ya huzuni, nilikuwa juu, sasa niko karibu kuanguka kabisa. Afya yake pia ilianza kudhoofika, msongo wa mawazo ulimshika. Daktari alimwonya, unahitaji kupumzika au hali yako itakuwa mbaya zaidi. Lakini baba wa Amina hakujua pa kuanzia, aliogopa kupoteza kampuni aliyojenga kwa miaka mingi, aliogopa kuaibika mbele ya jamii, aliogopa kuangusha familia yake. Amina, ambaye zamani alikuwa na majibu ya haraka kwa kila kitu, sasa hakuwa na cha kusema. aliona maisha yakimgeuka polepole, na bila yeye kujua, mtu mmoja aliyewahi kudharauliwa, aliyewahi kufukuzwa kwa dharau, alikuwa ndiye mtu pekee mwenye uwezo wa kuokoa kila kitu. Kadiri matatizo ya biashara yalivyozidi kuongezeka, ndivyo pia afya ya baba wa Amina ilivyozidi kudhoofika. Mwanaume aliyewahi kusimama kwa kujiamini mbele ya watu sasa alikuwa anaonekana mchovu, dhaifu na mwenye hofu machoni. Kila simu kutoka benki ilimfanya moyo wake uruke, kila barua ya onyo ilimpa presha zaidi, na kila taarifa ya hasara iliongeza uzito kwenye kifua chake. Usiku hakuwa analala vizuri, alikuwa anaamka mara kwa mara, akishika kifua chake, akivuta pumzi nzito. Siku moja alipokuwa ofisini, alihisi kizunguzungu kikali, macho yake yakawa meusi, mwili wake ukatetemeka. Dakika chache baadaye, alikuwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Daktari alimwambia familia kwa sauti ya tahadhari, msongo wa mawazo umeathiri sana afya yake, moyo wake uko hatarini, anahitaji kupumzika na kupunguza presha. Amina alishika kichwa chake kwa mikono, Machozi yakaanza kumtoka. Mama yake alisema kwa sauti ya maumivu, pesa zimepungua, lakini afya ya baba yenu ni muhimu zaidi. Lakini ukweli ulikuwa mchungu. Matibabu yalihitaji pesa nyingi, madeni yalikuwa bado yapo, na kampuni ilikuwa karibu kufungwa. Familia ilianza kuuza mali za mwisho, samani za kifahari, vito vya thamani, hata baadhi ya ardhi, lakini bado haikutosha. Amina alitembea hospitalini kila siku akimwangalia baba yake akiwa na mashine za kumsaidia kupumua. Mwanaume aliyewahi kuwa nguzo ya familia sasa alikuwa anahitaji msaada. Kwa sauti ya huzuni, baba yake alimwambia Amina, "Binti yangu, nilikuwa na kila kitu, lakini sikujua thamani ya watu wa kweli." Maneno hayo yalimgusa Amina sana. Kwa mara ya kwanza alikumbuka kijana mmoja aliyewahi kumwambia, "Najua sina pesa leo, lakini nina moyo wa kweli." Lakini ilikuwa tayari imepita miaka mingi. Sasa familia ilikuwa inatafuta msaada wa kifedha haraka. Walitafuta wawekezaji, walitafuta wanunuzi wa kampuni, walitafuta mtu wa kuokoa biashara yao. Na bila wao kujua, jina moja lilikuwa linatajwa mara kwa mara kwenye vikao vya siri: Juma, yule kijana maskini wa zamani. Ilikuwa ni asubuhi yenye hewa nzito katika jengo la kampuni ya baba wa Amina. Wafanyakazi walitembea kimya kimya, nyuso zao zikionyesha hofu na wasiwasi. Kila mtu alijua hali ya kampuni haikuwa nzuri, na leo kulikuwa na mkutano muhimu na mwekezaji mkubwa. Gari jeusi la kifahari lilisimama mbele ya lango la kampuni. Milango ilipofunguliwa, wanaume waliovaa suti nadhifu walishuka. Katikati yao alitembea mwanaume mmoja kwa kujiamini, akiwa amevaa suti ya gharama kubwa, saa ya dhahabu mkononi, na uso wenye utulivu wa mtu aliyefika mbali. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Juma, yule kijana maskini wa zamani, yule aliyewahi kudharauliwa, yule aliyewahi kufukuzwa kwa dharau. Sasa alikuwa amekuja kama mgeni muhimu. Wafanyakazi walimkaribisha kwa heshima kubwa, karibu sana mheshimiwa, tafadhali pita ofisini. Juma alitembea kwa utulivu, macho yake yakitazama kuta zilizokuwa zimepambwa na picha za mafanikio ya zamani ya kampuni hiyo. Ndani ya jengo hilo, Amina alikuwa amesimama karibu na mapokezi akiwa na uso uliojaa msongo wa mawazo. Alikuwa amechoka, si kwa sababu ya kazi tu, bali pia kwa sababu ya hali ya baba yake hospitalini. Ghafla, macho yake yalikutana na sura aliyodhani hata mwona tena. Alimwangalia vizuri Mwili wake ulibadilika, uso wake ukakakamaa. Subiri, huyo si Juma? Alijiuliza, lakini kiburi chake hakikumruhusu kuona ukweli wote. Alimsogelea Juma kwa haraka na kusema kwa sauti ya dharau, wewe bado ni masikini, umefuata nini hapa? Wafanyakazi waliokuwepo waligeuka kwa mshangao. Juma hakujibu haraka. Alimtazama Amina kwa utulivu, macho yake yakiwa hayana hasira wala kiburi. Amina akaongeza kwa kejeli, hii ni kampuni kubwa, siyo sehemu ya vibarua, tafuta pa kwenda. Maneno yale yalirudisha kumbukumbu za zamani, lakini Juma hakuyaruhusu yamuumize tena. Badala yake alitabasamu kidogo na kut... mlango wa ofisi kuu ulifunguliwa kwa nguvu kidogo. Wafanyakazi walikusanyika karibu wakishangaa na kutarajia nini kitatokea. Hali ilikuwa kimya kimya, isipokuwa kelele kidogo za mstari wa simu na midomo yenye kicheko cha hofu na wasiwasi. Baba wa Amina alitokea akisimama katikati ya ofisi. Uso wake ulikuwa umechoka sana kutokana na msongo wa mawazo wa miaka yote iliyopita. Macho yake yaliwala macho ya kila mtu aliyekuwepo pale. Hata kwa sekunde chache hali ilitulia. Kila mtu alijua kitu kikubwa kilikuwa kinakuja kufichuliwa. Akizungumza kwa sauti thabiti lakini yenye heshima, baba wa Amina alisema, huyu ndiye mfanyabiashara tajiri anayetaka kuinunua kampuni yetu. Neno hilo lilirushwa hewani kama radi. Wafanyakazi walikusanyika karibu na kumsogelea Juma kwa mshangao. Wengine waliguswa, wengine walicheka kwa hofu, wengine walikuwa na macho makubwa ya kushangaa. Na pale Amina aliposikia maneno hayo, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Alisimama kimya, mikono yake ikitetemeka kidogo, macho yake yalijaa machozi ambayo hakuweza kuyadhibiti. Hakuwa na maneno ya kusema. Kila dharau, kila kejeli aliyomwekea Juma miaka kumi iliyopita, yote yaligeuka kuwa kicheko cha asili cha kuzidisha aibu yake. Aliketi kwenye kiti chake akijaribu kupumua, lakini kila pumzi ilibeba hofu na mshangao Machozi yakamfikia midomo na bila kujua yalimtiririka chini ya nyuso zake, yakionyesha dhahiri hisia za kucheka na huzuni mchanganyiko. Juma alimsogelea polepole, tabasamu lake lilikuwa la utulivu. Hakuna hasira, hakuna kejeli. Alikuwa mtu aliyejengwa na muda, mtu aliyepambana na dunia, na mtu aliyefika mbali kwa nguvu ya dhati, nidhamu na motisha. Baba wa Amina alimsogelea Juma, mikono yake ikinyanyua kwa heshima Leo tunakushukuru kwa kuokoa familia yetu na kampuni yetu. Umetupa tumaini tena. Wafanyakazi walipiga makofi kwa furaha, na Amina akiwa bado amedua, alijua ukweli wa maisha uliibuka mbele yake kwa nguvu: hali ya sasa ya mtu si kigezo cha thamani yake. Alikumbuka maneno ya Juma ya miaka kumi iliyopita: nina moyo wa kweli na nitabadilisha maisha yangu. Na sasa, kwa macho yake mwenyewe, alikuwa amefika mbali zaidi ya alivyokuwa anatarajia. Ukweli ulikuwa umefichuliwa na dunia ya Amina ilibadilika kwa wakati mmoja. Aliweza kuona kuwa upendo wa dhati hauchagui mali wala daraja la kifedha, bali unachaguliwa na moyo na nguvu ya mtu wa kweli. Na pale Juma alipokuwa mbele yake, aliyekuwa kijana maskini wa zamani aliyejibadilisha kuwa mfanyabiashara tajiri, Amina alijua somo la maisha lilikuwa limefunuliwa kwa nguvu: usimdharau mtu kwa hali yake ya sasa, hujui kesho yake itakuwaje. Na badala ya kulipiza kisasi alikuwa mtu wa heshima, mtulivu, na mwenye moyo mkubwa. Juma alijua kuwa hii ilikuwa nafasi ya sio tu kuonyesha mafanikio yake, bali pia kuonyesha nafasi ya heshima na moyo safi. Alimtazama Amina kwa utulivu, macho yake yakiwa na nuru ya uzoefu na busara. Miaka kumi iliyopita nilikuwa maskini, lakini moyo wangu haukubali kushindwa. Siku zote niliamini kesho yangu ingeweza kuwa bora, alikamilisha kwa sauti yenye utulivu na heshima. Leo si tu kuwa tajiri bali ni kuwa mtu bora anayeheshimu wengine bila kujali walivyo awali. Baba wa Amina akiwa bado ameketi kando, alijivunia sana. Aliweza kuona kwamba maisha hayakuwa kumfundisha tu Juma bali pia familia yote. Kuanzia dharau na majuto ya Amina hadi msongo wa mawazo wa baba yake, yote yalikuwa somo la maisha. Amina akiwa bado ameduaa, alijua kwa macho yake kwamba maisha yanaweza kubadilika haraka. Kila kitu kilichowahi kuonekana kikubwa, mali, heshima na daraja la kifedha, yote hayakuwa na maana kama moyo wa mtu hauna heshima na nidhamu. Juma hakuwa mtu wa kulipiza kisasi. Hakuwahi kusema maneno ya kuudhi au kumdharau Amina kwa kile alichofanya miaka kumi iliyopita. Badala yake alionyesha ubora wa mtu aliyepitia changamoto na bado kuendelea kwa heshima. Na hapo ndipo funzo kuu la maisha lilipoibuka mbele ya kila mtu aliyesimama pale. Usimdharau mtu kwa hali yake ya sasa, hujui kesho yake itakuwaje. Umasikini si mwisho wa maisha, ni changamoto tu inayoweza kugeuzwa kuwa nguvu. Upendo, nidhamu na heshima ni mali halisi zinazobaki hata baada ya umasikini kupita. Amina alijifunza kuwa kiburi na dharau havina nafasi mbele ya nguvu ya mtu aliye na ndoto na moyo wa kweli. Baba yake alijua kuwa hata familia yenye mali nyingi inaweza kushindwa iwapo hawatajali nidhamu na heshima. Juma aliondoka ofisini siku hiyo akiwa na heshima ya kila mtu, bila hasira wala kicheko cha dharau. Alijua kuwa mafanikio halisi hayajalingani na pesa, bali na jinsi mtu anavyotumia moyo wake, akili yake na nguvu zake kuunda maisha bora. Na hivyo, hadithi ya Juma inafundisha kila mmoja wetu. Maisha ni safari, usimdharau mtu leo, kesho unaweza kuiona akichukua nafasi ambayo hujui itakuwa yako.